Yes, Umoja wa Mataifa pia unafikiria kuweza kufanya mabadiliko makubwa kabisa ambayo yanalenga kuunganisha eh, mashirika yake makubwa na kurekebisha mgawanyo rasmi wa kazi zake duniani kote. Sasa hayo yamebainika kutoka eh, kwa mamlaka au kwa waraka pia wa ndani wa shirika hilo ambalo pia hilo shirika limeweza kuandaliwa na maafisa wa ngazi ya juu e, wenye jukumu la kuweza kufanya e, mageuzi. Sasa waraka huu wa siri e, wenye kurasa sita unaodhoresha e, mapendekezo ya kuweza kuunganishwa kwa mashirika kadhaa ya Umoja wa Mataifa katika idara kuu nne, ikiwemo amani na usalama, masuala ya kiutu, maendeleo endelevu, lakini pia na haki za binadamu. Mabadiliko hayo pia makubwa bana yanapendekezwa wakati eh, mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa eh, ya kikubwa na upungufu wa fedha, baadhi ya eh, ya Marekani kuweza kupunguza misaada kwa mataifa ya kigeni eh, chini ya utawala au chini ya utawala wa Rais eh, Donald Trump mambo yanakuwa ni mengi sana huko kutokea huko Washington pia umoja wa kimataifa pia unaweza kufikiria kuweza kufanya mabadiliko makubwa pia ambayo yatalenga kuunganisha mashirika yake makubwa na kuweza kurekebisha mgawanyo eh, wa rasilimali zake eh, duniani kote kuweza kufanyika. Kumekuwa kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yamekuwa akifanywa na Rais Donald Trump mara baada ya yeye kuweza kushika kiti cha urais na mambo kuweza kuwa kutokea sasa. Kunasemekana kuwa, kuwa na mabadiliko makubwa sana ambayo pia yataweza kupendekezwa wakati mashirika mbalimbali ya umoja wa mataifa pia eh, yaki kubwa na upungufu wa fedha baada ya Marekani kuweza kupunguza misaada kwa mataifa ya kigeni e, chini ya utawala wake wa Rais Donald Trump kuweza kupunguza, kuna baadhi ya vitu pia, kuna baadhi ya nchi pia, kuna baadhi